Rasmi leo, tunazungumza miaka minne ya mapinduzi katika sekta ya elimu, miaka minne ya mapinduzi ya sekta ya nishati, lakini ni miaka minne ya uboreshaji wa miradi kadha wa kadha. Hii ni tafsiri ya miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan tangu ameingia madarakani. Ilikuwa ni tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tatu ndipo ambapo aliapishwa rasmi akichukua usukani wa kuongoza serikali ya awamu ya sita. Tangu hapo alikuja na matumaini mapya, ikiwemo mapinduzi katika eneo zima la siasa ambalo kwa muda mrefu na lenyewe lilionekana ni kana kwamba limezibwa mdomo, lakini ujio wake ulibadilisha mambo na akaitwa game changer. Kama hiyo haitoshi, ameitwa championi wa kudhibiti vifo vya watoto hali kadhalika pia huyu akitajwa kama rais ambaye ni champion kwenye eneo la nishati safi ya kupikia naitwa. Nordin Selemani, ndivyo ambavyo na kualika hii leo, tuwe sote katika uchanganuzi tukimulika miaka minne madarakani ya Dkt Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye unaweza ukasema nafasi yake ya kwanza ilikuwa ni makamu wa rais, ambako huko alianzisha mambo mengi ambayo baadaye alikuja kuyatekeleza baada ya kuwa raia nambari moja hapa nchini. Studio hapa tumemwalika Dr Richard Mbunda, yani ni mchambuzi wa maswala yes, ya siasa na mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana dok. Asante, asante, asante. Kwema. Kwema kabisa. Studio zetu pale Dodoma pia zimemkarimu Dr Liberata Mulamula, huyu ni mwanadiplomasia mbobezi, lakini pia ni aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Karibu sana dokta. Yeah, asante ni, ni balozi. Naam. <laughs> Dokta Mbune Ata atastuka kusikia na mimi nimepata, nimepata PhD hapa hapa Azam Studio. Naam, balozi mula mula, tuanzie kwako, uh, tunazungumza uh-huh, miaka minne ambayo imeleta mapinduzi kila eneo, lakini tuanzie katika eneo lako ambalo umelifanyia kazi, eneo la diplomasia. Kuna nyakati ambazo jina Tanzania lilikuwa likitajwa katika maeneo mbalimbali mbali, watu walikuwa wakitetemeka, lakini kuna wakati tukaambiwa kwamba heshima ya Tanzania iliporomoka kwa kiwango fulani. Leo hii ukiangalia miaka minne tangu Rais Dkt Samia ameingia madarakani, kidiplomasia Tanzania ni ipi? Uh, naomba kwanza nianze kwa kuwashukuru kwa fursa hii ya kuweza kwa pamoja kusherekea, mimi naita kusherekea au na, tunaadhimisha miaka minne ya utawala utawala mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamama mwanamke wa kwanza kuwa rais wa nchi hii na mnajua mwezi huu mwezi wa, wa tatu au Machi huwa <laughs> no. tunasherekea tunaoita mwezi wa wanawake duniani, tunasherekea wanawake wote duniani. hmm. kwa hiyo ndio maana nashukuru kwamba kipindi chako kimekuja wakati mwafaka <laughs> katika huu mwezi tunaita mwezi mtukufu, lakini mwezi pia <laughs> wa wanakutambua mchango wa wanawake hmm. Uh, sasa nikienda kwenye dani, swali lako M, mimi nianze kwa kusema kwamba nili niliaminiwa nilipewa heshima kwa kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki pale tu mheshimiwa rais alivyoapa kuongoza nchi na mimi akaniaminia niweze kumsaidia katika nyanja ya diplomasia, katika nyanja ya kimataifa. Na kama ulivyosema kwamba kipindi hicho kulikuwa kama kuna sintofahamu kwamba kwa Tanzania ni kama ilipotea mm. kwenye uwanja wa kimataifa na kwenye diplomasia na mahusiano ya kima na jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo mimi niseme <coughs> niliingia kipindi ambacho kilikuwa changamoto kidogo. Mm. Manake hasa nchi ya mataifa makubwa kila mmoja alikuwa ameshaona Tanzania haina tena nafasi katika nyanja hii ya kimataifa, lakini bahati nzuri Mheshimiwa Rais alitoa kipaumbele katika kufungua nchi. Kwa hiyo mimi kama waziri wa mambo ya nje iliniuya rais, maanake Mheshimiwa Rais alifungua nchi katika nyanja zote hmm. na pia alikuwa kama mwana diplomasia namba moja, alitusaidia sana katika kuipaisha diplomasia ya uchumi mm. na unajua hii falsafa ya diplomasia ya uchumi ilianza miaka mingi ya nyuma no. Lakini yeye kwa kweli mheshimiwa rais alikuja kuipa umuhimu wa pekee okay. Na utakumbuka katika ziara zake zote nje, katika kuifungua nchi akafungua fursa za uwekezaji, akafungua fursa za masoko, akaweza kuhamasisha misaada. Unajua, aliingia kipindi kigumu cha Covid. Ndiyo. Tukapata misaada ya Covid, lakini ikaelekezwa katika sekta za elimu, afya, kujenga miundombinu. Kwa hiyo mimi nasema kwa kweli Mim, mimi raisi alifanya ya kazi yangu ikawa nyepesi sana. Okay. Na katika kipindi hiki cha miaka minne tunavyo tunavyoadhimisha, mafanikio ni mafanikio ni makubwa, na mtakumbuka katika kipindi hicho pia ndio alianza ile royal tour. Bahati nzuri mimi nipata fursa ya kuweza kuambatana naye wakati anaianzisha kupitia huko Marekani, mm. Na tangu alivyoianzisha umeona, yeah, mafanikio yaliyo makubwa sana katika sekta ya utalii. Kwa hiyo umefungua masoko, kwa hiyo mimi nasema katika nyanja mm, zote <laughs> kwa kwa... kutumia, kwa kutumia diplomasia <laughs> e, imefungua ime, ime mengi, tumepiga tu imefungua mengi, imefungua mengi. Tarudi kwako uh, Balozi Mulamula, uh, kuendelea kugusa nukta kadhaa uh, Dr. Mbunda uh, balozi ametupa picha kwamba diplomasia na swala zima la rais kuwa kama mwanadiplomasia nambari moja ilianza kufungua mambo mengi na nakumbuka na. <laughs> Wakati ambapo ameingia madarakani ndo wakati ule ambako mambo hayaendi. COVID imepamba moto mm. Kila sehemu <laughs> uh, kuna shida kubwa kubwa na lakini alipoingia pia hali yetu ya kisiasa haikuwa nzuri. mikutano mm -hmm. Ilikuwa imezuiliwa siasa mm -hmm. Ni kama zimetupwa korokoroni. E, falsafa ilikuwa ni kwamba mara mm. Baada ya uchaguzi siasa zinasimama mm. Tunarudi tena kipindi cha, <laughs> <laughs> cha uchaguzi. Lakini akafika akasema kwamba hapana, acha tufanye siasa tuone hali ya mambo na. Hii ilileta tija gani katika siasa zetu? Ni tija kubwa, uh, tija kubwa sana, uh, labda tu kabla sijaja huko ningeongezea kidogo pale alipoongea mm. Mheshimiwa Balozi, kimsingi nakumbuka katika hotuba yake, nadhani aliyotoa Umoja wa Mataifa, mheshimiwa mm. rais alisema aa, kwamba anaamini katika mrengo wanaita multilateralism eh? yeah. Yaani nchi kushirikiana katika kutatua matatizo ya kidunia na sio kujifungia, kwa sababu mm moja ya tuhuma ambayo tulikuwa tunaelekezewa kama nchi <laughs> ile kipindi kile cha, cha, cha korona mm. ni kwamba tulikuwa tumeamua kujifungia na kuchukua njia yetu sisi wenyewe, hatukutaka kushirikiana na wengine, lakini yeye akaamua kufungua milango ya ushirikiano na ilikuwa na tija eh, kwa sababu utakumbuka kwa mfano tutakuja labda kuzungumzia huduma za jamii mm. kama elimu mm. na mm. kadhalika mm. lakini, jinsi tulivyojitoa na kushirikiana na, na na dunia ndipo tulipopata misaada ambayo tukaielekeza kwenye elimu, zilijengwa shule nyingi tu na zimenufaisha uh, watoto wengi tu kwa yeah. ujumla wake. Kwa hiyo uh, ni approach aliyoichukua ndo iliyofanya uh, sisi Watinduzi, turudi yeah. uh, kwenye dunia na labda pengine na, na labda pengine hata hiyo mikutano tuliowahi kuihosti, kui, kui, kui, kui hapo, kwa mfano mm. juzi tulikuwa na mkutano wa wa nishati, nishati. E, umeleta wakuu wa nchi wengi tu, nadhani tumevunja rekodi ya wakuu wa nchi yeah. waliohudhuria hiyo. E, ni moja ya namna ambavyo sasa nchi inajaribu kuwa kiongozi wa diplomasia kwa ajili ya kutatua matatizo ambayo ni, ni, ni, ni ya kidunia mm. Sawa na swala la nishati kukabiliana na umaskini wa nishati. E, tumekuwa tume, tume tunani tumepata sifa ya kuwa kiongozi E, wa wa, wa, wa mkakati huo yeah. Sasa kwenye kwenye siasa uh, kimsingi ni maswali ambayo sisi wachambuzi tulikuwa tukijiuliza sana na saa nyingine tulikua mi naandikaga huwa mm-hmm. Saa nyingine naandika makala unachokoza kidogo <laughs> mm-hmm. Kulikuwa mna haja kweli ya ya kuzuia shughuli za kisiasa, kwa sababu tunavyozungumzia kupiga hatua za kimaendeleo uh, kama nchi sawa maendeleo yanagusa nyanja zote. E, maendeleo ya kisiasa e, kwa mfano kukuza demokrasia e, uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na kadhalika, hayo ni maendeleo pia e, tutakuwa tunajenga miundombinu na kadhalika, lakini hiyo ni sehemu moja tu mm -hmm. Nahitaji vile vile kuendelea katika uh, nyanja za kiutamaduni na kadhalika. Sasa na, na alivyoingia Mheshimiwa Rais na kwa sababu vile vile unavyotaka kufungua nchi na kuwa na mashirikiano mazuri na wadau wengine wa kimaendeleo mm. Endaleo, ni lazima vile vile usafishe na nyumbani kwako. Yeah. Sawa? Na nadhani hiyo ilikuwa ni lazima na ndio maana akaunda ile ile task task force ile kikosi kazi yeah, ambacho kilikusanya maoni na kutoa mwisho wa siku, kutoa mapendekezo ya namna gani tunapaswa kuendesha siasa. Kulikuwa na mapendekezo mengi mazuri sana na na mengine of course yameshafanywa kazi. Eh, labda pengine kuna changamoto bado ziko mbele ya safari lakini angalau unaona kabisa kwamba hapo kulikuwa na nia thabiti ikiambatana na zile, na ile falsafa ya R4 yeah, yeah, okay. Balozi, umegusia huu ni mwaka wa, huu ni mwezi wa wanawake na Rais pia alipewa tuzo ile ya uchampioni ya kupunguza vifo vya mama na watoto. Uh, ikiwa ni sehemu ya mkakati ya majuhudi kubwa ambazo amezichukua. Hii inaweza ikawa ni ilikuja, uh, matokeo yake baada ya yale ambayo, oh, mwenyewe unayasema mwanzoni, misaada ambayo tuliipata ya COVID na ikapelekwa kwenye maeneo nyeti ikiwemo elimu na afya. Uh, niseme of course ni mojawapo kwamba atukutegemea, atukutegemea misaada tu lakini ushawishi ushawishi wa Mheshimiwa Rais uliwezesha pia kuwekeza katika sekta hizi za kipaumbele mm. Tumeona waliwekeza kwenye mahospitali makubwa, na pia pia kuweka miundombinu, kupata madawa, kuhakikisha tuna chanjo. Kwa hiyo ni katika ile katika mahusiano yake mazuri na kukubalika kiulimwengu kwamba tumeweza kupata misaada, lakini zaidi katika uwekezaji. Maana ukiwa unaweza ukawa na misaada, lakini kesho isiwepo kama ilivyokatishwa juzi na Rais Trump mm. <laughs> lakini ukipata wa kuwekeza kujenga uwezo wetu wa kuweza yeah. kuzalisha hiyo nadhani ndio imetusaidia sana. Okay. Ma katika hii sekta ya kupunguza vifo vya mama na watoto. Hmm. Hii imetokana na kwamba sasa huwezi kutembea zaidi ya kilomita tano bila kuona kituo hmm, cha afya. Okay. Zamani zile sisi tulikuwa tunatembea watu huko kijijini, tulikuwa tunaenda hata maili kumi kuja kuifikia hospitali. Yeah. Lakini sasa hivi ni rahisi sana kwamba kama sio kituo cha afya utakuta zaanati au utafikia hospitali. Okay. Kwa hiyo sasa hii imechangia sana katika kupunguza vifo vya watoto na, na wakina mama waja wazito. Yeah. Kwa hiyo pamoja ni champion kwa nje, lakini amekuwa championi kusimamia kuona kwamba yale hata pesa tunayoipata inaingia ina kwa makusudi yaliyokusudiwa katika hizi sekta okay. na kwa hiyo kwa... nasema ni, mm, eh, kwenye elimu tumeona mapinduzi ambayo pia yameleta tija. Uh, Dr. Mbunda ataongezea baada ya nukta zako. Uh, kwanza kumekuwa na wingi wa shule, lakini pia tumebadilisha mtaala na sasa tunaanza ku kuhimiza zaidi u, u, u, vijana ambao wapo shule wanolewe zaidi kupata ujuzi na mafunzo ya amali tija yake, yeah. kwa yule ambaye haielewi hii, inaipeleka Tanzania wapi ah, mimi nadhani inaipeleka Tanzania kuzuri. Unakumbuka kule nyuma tulikuwa na hizi, ilikuwa inaitwa vyuo vya technical colleges. Naam, vyuo vya ufundi E, vyo vya ufundi mm, na vyo hivyo ndio vilikuwa vinasaidia kuwajengea wanafunzi hiyo stadi kwamba hata akimaliza, mm, anakuwa amepata skills za kuweza hata kujiendeleza mwenyewe maanake, wengine walikuwa wanatoka technical college, sio lazima uende chuo kikuu yeah. Lakini katika kipindi ki, hizi zote technical college zikaondoka nyingine ndio zikabadilishwa zikawa vyuo vikuu. Kwa hiyo ndio hapo tulipokuja tukapata changamoto kwamba kila mmoja anaenda chuo kikuu ana, akitoka anatafuta ajira. Kwa hiyo hii kuanzisha tena VETA au vyuo vya ufundi ni kurudisha ile dhana na msisitizo wa kujengea watu wetu vijana wetu wawe na elimu bora lakini pia wawe na skills. Okay. Mimi nashukuru katika kipindi cha miaka minne, mm. Vyuo vya ufundi vimejengwa na katika teknolojia ya sasa ni sisi, kwa mfano kama Kagera pale kwamba mm, tuna kichuo cha VETA ambacho eh, kwa kweli ni cha mfano. Of course, tunawashukuru pia serikali ya nani ya China wanatusaidia hmm. kukijenga. Ukienda pale kwa kweli unaona tumepiga hatua sana hmm. sio nyundo nyundo sana mambo ya te, yani ni teknolojia kwa kweli, kwa kutumia teknolojia hata kama ni kilimo <laughs> yeah, ni kwa teknolojia, matumizi ya teknolojia, kwa hiyo inaleta mapinduzi. Ndio maana nampongeza sana mapinduzi, kwa kweli, ndio maana hmm. nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza msitizo huo, maanake tatizo kubwa tulilonalo ni ajira, ajira kwa vijana. Sasa okay. hii mimi nadhani katika miaka ijayo ndio mm. maana tunasema mheshimiwa rais, miaka mitano tena <laughs> tutaona mapinduzi makubwa sana <laughs> okay. tutarudi kwako tena balozi uh, dokta. Nilichokoza kidogo katika ile eneo la elimu na uh, tunaona mtaala mpya mm. lakini kwa sasa hivi, juzi juzi hapo kulikuwa kuna utani sana, kila mm. mtu inabidi uende veta uende veta <laughs> maono hayo ya rais na, na wasaidizi wake kuamua kuja na huu mtaala mpya ambao lengo ni kuongeza ujuzi kwa wahitimu unaweza kusaidia nini katika taifa letu? Ni, ni, ni msaada mkubwa sana, kwa sababu najua kuna ile kasumba ambayo tunayo vichwani mwetu. Uh, mweshimiwa balozi amesema hapa mm-hmm. kwamba yani mtu unaposoma labda unafika level ya chuo unasema sasa, mimi hapa nimemaliza ninachohitaji <laughs> <laughs> ni ajira, ajira. <laughs> Ae, serikali ilipe ajira au kama sio serikali basi upate ajira sehemu zingine lakini mm, mawazo yako ni haya mm. Sasa hayo uh, mabadiliko ya mitaala um, hata sisi chuo tunafanya saa hizi mm. Kuna mchakato mkubwa sana wa kupitia hiyo mitaala yeah, na kujaribu kuleta vitu ambavyo vitatoa ujuzi eh. Tunawafanya watu yani, wasitoke pale na nadharia tu, lakini watoke mm, mm, na ujuzi fulani ambao unaweza ukawasaidia uh, katika maisha yao eh. Nadhani focus saa hizi e, iwe ni kwamba mtu anapotoka pale, kwa sababu unajua sisi ni nchi uh, changa mm, kiuchumi yeah. Na sifa ya nchi changa kiuchumi ina fursa nyingi sana sawa eh, ambazo inawezekana sisi tu binafsi, yani kutokana na mindset yetu hatuzion hatu lakini, kama labda pengine tungepata eh, ufumbuzi fulani eh, ufunguo fulani wa kifikira ingetusaidia sana kujua aa, ni kitu gani tunaweza kukifanya kwa ajili ya kuendeleza aa, maisha yetu binafsi. Kwa hiyo tumeona hilo la, la mapitio ya mitaala hmm lakini na na hilo uliosema la VETA la, la, la mm. <laughs> ni, mi nimependa huo mjadala nimeupenda sana aliuanzisha <laughs> uh, <laughs> Mheshimiwa Waziri Mkuu na. Eh, na ukapokelewa kwa hisia tofauti tofauti huko mtaani yeah. eh, kuna maake sasa unajua kwenye makundi yetu sisi kama wanataaluma kwa mfano tukawa nataniana kwamba sabana baada ya PhD natakiwa uende, <laughs> uende <laughs> uende beta. Beta. <laughs> ukapata ujibda, ukapata ujuzi mm. Lakini kimsingi uh, kama mheshimiwa balozi alivyosema uh, ujuzi na, na, na matumizi ya teknolojia ndoa yeah. Ambayo yanatupeleka kwenye ulimwengu wa kisasa zaidi yeah. Kwa sababu karne ya ishirini na moja hatuwezi kuzungumzia uh, mazingira ambayo labda pengine tuko nyuma sana kiteknolojia mm. Tuko nyuma sana kiujuzi mm. Eh, na namna pekee ya kuzipata hizo eh, mimi naona inaweza ina ikawa ngumu sana saa hizi kurudisha zile vyo vya ufundi yeah. pase kwa sababu mm. yaani mtu kabla hata hajapata elimu nyingine elimu dunia wanasema eh, unaanza yeah. kwenye specialization, mimi ningependa in, in, ule mfumo huo kwamba mtu akishaona kwamba kweli anahitaji labda ujuzi fulani. Eh, na kule tunazungumzia kwa mfano mambo ya IT, eh, information technology, sawa kwenye kilimo eh, VETA kule wana wana ujuzi mwingi tu. Eh, kwa hiyo kwa mfano kama mimi nataka, nataka kuanza kilimo kwa mfano, sawa. Mm -hmm. Eh, inabidi niende VETA nikajifundisha namna ya kuendesha trekta mm -hmm. yeah. <laughs> au namna ya kuendesha ya, ya kuoperate uh, vile zile zana za kilimo mm -hmm. yeah. Kwa hiyo sio si jambo baya na na ndio maana nasema ni mjadala mzuri na labda pengine tuendelee kujadiliana, na mwisho wa siku unaweza ukaanza ukaingia kwenye mjadala kwa hasira. yeah. <laughs> kwamba hawa watu wana, wanafikiria vitu gani au wanatupeleka wapi? yeah. Lakini mwisho wa siku unaweza ukaelimika na ukaona kwamba labda pengine kuna tija katika hilo. mm. Na, na kwa kuwa veta zipo Uh, kila mkoa na sasa harakati zimekuwa ni nyingi kuhakikisha kwamba kila wilaya inakuwa na VETA hmm. Basi itakuwa ni jambo la maana sana kwa watu mbalimbali kuendelea kuongeza juhudi huku pia tukiipa heko serikali kwa kile ambacho inakifanya. Wakati wetu unatukimbia uh, Dokta no. Ungepata nafasi ya kuketi meza moja na rais hmm. Ungewambia nini aendelee kuongeza nguvu kama vipaumbele ili hmm nchi iendelee kunufaika na kufaidika na uwepo wa utawala wake madarakani. Naam, uh, kuna changamoto kidogo kwenye siasa uh, of course ile kikosikazi ali, alifanya vizuri sana uh, lakini bado kuna malalamiko ya wadau kuhusu utekelezaji wa baadhi ya, ya hmm, uh, maoni ambayo yaliyotolewa kwenye kikosikazi kwa hiyo mimi nadhani of course uh, unavyokuwa kwenye kile kiti, ni kiti cha moto na kinakuwa na mambo mengi sana mm. Lakini naamini labda pengine, kama wadau walivyosema, mheshimiwa balozi amesema hapa na mimi nimefurahi kukuwa naye tena leo hapa kwamba asikana akipata hiyo <laughs> miaka mitano e, ijayo, mm. anaweza akawa katika nafasi nzuri ya kutekeleza baadhi ya, ya mambo ambayo yanapendekezwa, ikiwemo of course, kwa mfano, kitu kama mabadiliko ya katiba ili kuhakisha kwamba Watanzania wanakuwa na katiba ambayo wanajua itawafikisha e, katika, katika nchi ya hadi mm -hmm. Lakini kuna maeneo mengine hasa ya kiuchumi na nimeona yanakuwa eh, yakifanywa kazi e, e, kwa mfano. <coughs> Tunapozungumzia swala ya kujiajiri, moja ya eneo ambalo watu wanaweza kufanya vizuri sana ni kuanzisha hizo biashara ndogo kama nilivyosema uh, tupo wengi zaidi ya mm -hmm. milioni sitini na kuna fursa nyingi sawa. Kwa hiyo ningetamani sana ya jengo mazingira mazuri Okay. ya kuhakisha wajasiriamali mali wadogo wadogo wanavyoanzisha biashara zao mm. eh, zina, zina, zina, zina zinaweza ku, kutengamaa, okay. eh, kwa hiyo kwa mfano Z, yale matozotozo na kodikodi ambazo sio ya kimsingi na mm. yanaweza yaka Uh, maliza zile biashara ndogo ndogo yangefanyiwa yeah. kazi natayari eh? tumukon... na kuna ile tume ambayo inapitia marekebisho ya kodi itakuwa mwarobaini kwa kweli. Naam, sasa balozi, tumalize na neno lako sasa, wetu kweli kweli, tupe neno, wakati wetu umekwenda mbio kweli kweli, hebu tupe neno wakati huu ambako mwenyewe umesema kwamba tunasherehekea miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani. Eh, asante sana kwanza, mmoja nashukuru kwamba kumbe Dr. Mbunda ndio yuko huko studio, maana yake simuoni. <laughs> <laughs> nashukuru kwamba tuko kwenye platform tena pamoja <laughs> hakika <laughs> lakini, kujibu swali lako, mimi nasema kwa kweli sasa hivi kila, kila kitu kiko kimeandaliwa ki tayari, mm. Tuna dira sasa ambayo imeandaliwa ina vipaumbele ambavyo imekuwa ni shirikishi. Tunataka kujenga uchumi shindani na shirikishi, kwa hiyo sasa kama tunataka tufanikishe inabidi tu, hiyo dira ambayo imetengenezwa kwa, ushi, kwa kushirikisha kila mmoja wetu iweze kutekelezwa kutoka kwenye sentensi ya kwanza mpaka ya mwisho, maanake kila kitu kimo kwenye dira no. Kwa hiyo mimi ndio rai yangu kwamba tusianze vitu vipya. Okay. Kwamba vile tuweze kufanikisha ambavyo tumejipanga na hasa na msisitizo katika uchumi wa viwanda. Okay. Kwa kweli, mimi nimekuwa nasema upande wa uchumi wa viwanda, teknolojia bila kwenda na viwanda na teknolojia ya sasa hmm. Kwa kweli, itakuwa ni changamoto katika kuweza kutimiza yale maazimio ma, ma, ma ya Mheshimiwa Rais ya kuweza kuleta maendeleo endelevu hmm, kuweza kudumisha amani na utulivu na kuweza kutekeleza falsafa ya ara nne okay. Balozi... mimi nasema vyote tunavyo okay. <laughs> zitahitaji utekelezaji tu, ndio. Balozi, nikushukuru sana kwa kuungana nasi hii leo kutoka hapo Dodoma. Asante sana asante sana, nashukuru kwa fursa. Naam, ni Balozi Liberata Mulamula, mwanadiplomasia mula, mbobezi na aliyekuwa Waziri wa Mambo ya Nje wakati Dkt. Samia Suluhu Hassan akianza ngwe, uh, yake miaka minne iliyopita lakini, pia tumekuwa naye kwa Dr. Richard Mbunda, yani mchambuzi wa maswala ya siasa, lakini pia mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikushukuru sana asante sana. Naam na kwa nukta hiyo ndiyo nafikia tamati, tukiwaacha Watanzania wakiendelea kutafakari na kusherehekea, kwa wengine kama ambavyo amesema balozi Mulamula Mula, miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, huku pia tafakuri hiyo ikiendelea kutuonyesha nini ambacho Watanzania zaidi wanahitaji, nami nikuambie kila la heri na hongera sana dr Samia Suluhu Hassan, tunakutakia kila la kheri kuendelea kuwatimizia Watanzania yale yote ambayo wanataraji kutoka kwako ukiwa ni raia nambari moja. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakie usiku mwema na kwa heri.